Mwanamke wa Kiislamu hawezi kuolewa bila idhni ya wali wake. Wali ni msimamizi upande wa asaba wa waume kuanzia baba na kuendelea mbele. Na kabla hatujasongea mbele katika nukta inayofuata, ni muhimu kadhalika tuelewe kwamba sheria ilipomshurutisha wali kuwa msimamizi wa nikaha na sheria ilipopitisha kwamba nikaha haiwezi kupita katika Uislamu na kuswihi bila ya idhni ya wali, swala hili linamhusu kila aina ya mwanamke. Baadhi ya ndugu zetu wakawa na maswali fulani au utata fulani kutokana na kusikia baadhi ya akwali za hapa na pale kwamba iwapo mwanamke kashaulewa amewachwa, au aliolewa akafiwa na mumewe, armala au mutallaka, mwanamke huyu, je, bado aingia katika sharti hili au la? Sasa, kwa ajili ya baadhi ya akwali zilizomo katika masala haya, ni muhimu kadhalika tugusie kwa haraka haraka swala hili, na tuendelee kubainisha ya kwamba sharti la wali katika nikah na kwamba nikah haiwezi kusihi bila ya idhini ya wali kwa mtoto wa kike. Sharti hili linamhusu kila aina ya mwanamke, awe mwanamke bikra au thayib, mutalaka au armala, aliyewachwa, aliyefia na mumewe. Kila aina ya mwanamke anaingia katika sharti hili. Imetoka baadhi ya aqwali za wanazuoni kwamba sharti hili huenda likawa halimhusu mwanamke ambaye ameolewa akawachwa, kwa sababu mwanamke huyu tayari ashapitia ile marhala ya kusimamiwa. Kwa hivyo amefika marhala kwamba yeye mwenyewe sasa aweza kujisimamia mwenyewe, lakini kauli hii ikawa inahitajia dalili na kauli hii ikawa katika hali ya utata fulani.

ya nusus ambazo zinaitoa ile nusus kutokana na ile dhahiri yake inavyotakiwa kama inavyojulikana katika rai za ndugu zetu katika madhhab alhanaf madhhab alhanafia. Walakini ya ikhwan, ni muhimu tuelewe na tufahamu swala hili kwa uzito kwamba dalili za kushurutishwa wali katika nikah hazipitii kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam salama peke yake Bali zilikuja hata ndani ya Qurani Tukufu. Kwa sababu ya uchache wa wakati na dhiki ya muda tulionayo katika khutba hii, pengine tugusie labda dalili mbili au tatu peke yake miongoni mwa dalili nyingi zinazojulikana kwa wanazuoni wa fiqh. Dalili ya kwanza katika Suratul Baqara aya 221 anasema rabbuna tabaraka wa taala, wala tunkihu lmushrikina hatta yu'minu. Kabla ya maneno haya

kulingana na vipimo vya kilugha ilikuwa inatikikana sentensi ibara inayofuata, ibara inayofuata iwe ni mkabala wa ibara ya kwanza. Ibara ya kwanza inawahutubia, inakwenda kwa waume, wasiwaoe wanawake mushirikati mpaka waamini. Ibara ya pili ilikuwa iende kwa wanawake kadhalika, wasiolewe isipokuwa na waume ambao wameamini, wasiolewa na mushirikina, isipokuwa wale mushirikina ikiwa watakuwa wameamini, ndipo wataweza kuolewa. Lakini Allah, subhanahu wa ta'ala, ibara inayokuja lugha ikabadilika. Ya kwanza wala tankihu ta ina fatha si. ibara ya pili wala tunkihu almushrikina, wala musiwaoze mushrikina hata yuminu, mpaka waamini. Khitab katika ibara ya pili haikuelekea kwa wanawake. Kwa hivyo, imeelekea kwa nani? Imeelekea kwa wale wasimamizi wa wanawake kwamba wasiwaoze wale wanaowasimamia miongoni mwa wanawake, binti ukhti na yule atakayekuwa, isipokuwa ikiwa yule anayekuja kuoa amekuwa ni muumini. Ndipo wanazuuni wa tafsir <coughs> wote kwa jumla, ukisoma tafsiri ya ibnu Kathir alimamu Alqurtubi, Ibnu Jarira Tabari na wengineo na wengineo, wote wakasimama na kauli ya kwamba aya hii ni dalili kwa nafsi waziwazi kwamba mwanamke wa Kiislamu anayehitajia wali katika kuolewa, na kama si hivyo, Allah subhanahu wa taala angepeleka khitab moja kwa moja kadhalika wa kwa wanawake. Dalili ya pili <coughs> aya katika sura hiyo hiyo ya Baqara.

Lakini kwa mukhtasari <coughs> kisa amekipokea Imamu al-Bukhari, katika sahih hadithi nambari 1531, akieleza Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba Maqil ibni Yasar radiyallahu anhu, anasema yeye mwenyewe kwamba aya hii ilishuka au iliteremka kunihusu mimi. Vipi ilishuka kuhusu wewe? Maqil anasema, kwa sababu niliwahi kumwoza ukhti yangu bwana mmoja katika masahaba, yakatokea yale yaliyotokea kama kawaida ya maisha ya kindoa, akamwacha yule bwana. Alipomwacha talakaha dadake, yani yule bibi, akakaa katika muda wa idda mpaka idda ikamalizika. Baada ya idda kumalizika, yule bwana akarudi tena kumposa yule aliyekuwa mkewe kutoka kwa ndugu yake Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu wa ardhah